Kufuatia kupitishwa kwa sheria mpya ijulikanayo kama The Written Laws Miscellaneous Amendments Act 2017 iliyoanza kutumika tarehe saba mwezi wa saba mwaka 2017, -um kumefanyika marekebisho kadhaa katika sheria ya madini ya mwaka 2010. -um hapa nitajaribu kuainisha marekebisho makubwa aa, marekebisho yako mengi kidogo, lakini nitajaribu kuainisha yale marekebisho makubwa ambayo ni vyema umma uyafahamu. Marekebisho hayo makubwa ninayotaka kuyasema ni kwanza, kuanzishwa kwa tume ya madini, mining commission. Lakini pili, kufutwa kwa wakala wa ukaguzi wa madini ambao unajulikana kama Tanzania Mineral Audit Agency TMAA, na tatu, kuongezeka kwa malipo ya mrabaha au royalty kutoka asilimia nne kwa madini ya metali, mfano dhahabu, shaba, fedha na kadhalika hadi kufikia asilimia sita. na nne, kuongezeka kwa malipo ya mrabaha au royalty kutoka asilimia tano kwa madini ya almasi na vito vito ni kama mfano wa Tanzanite, Ruby, Garnet, Sapphire na kadhalika hadi kufikia asilimia sita. Sasa haya ni mabadiliko makubwa. Yapo mabadiliko mengine, lakini haya ni makubwa ambayo ninataka angalau umma uyafahamu kwa sababu hayo yameanza kuanzia muda huo niliyoutaja wa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2017. Aidha, kupitia marekebisho ya sheria ya fedha na sheria ya kodi, hivi sasa kila mtu au kampuni anayetaka kusafirisha madini nje yatakaguliwa na kuthaminishwa na atalipa ada ya ukaguzi clearing fees, ambayo ni asilimia 1 ya thamani ya madini anayosafirisha 1%. Pia mchimbaji mdogo anayeuza madini kwa kutumia broker au dealer license atakatwa asilimia tano 5% ya thamani ya madini kama withholding tax, kodi ya zuio ambayo itakusanywa na kupelekwa TRA, itakusanywa na broker huyo au dealer huyo na kupelekwa TRA. Pamoja na kufutwa kwa wakala wa ukaguzi wa madini yaani TMAA, pamoja na ofisi za madini za kanda zonal mine offices. Napenda umma ufahamu kwamba watumishi waliokuwa wanafanya kazi kwenye taasisi au ofisi hizo, wale ambao hawana tuhuma zozote, wanaendelea na ajira zao kwa sababu ni watumishi wa serikali kupitia katika Wizara ya Nishati na Madini. Kwa msingi huo, watumishi hao watatumika katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya Wizara ya Nishati na Madini. Baada ya kupitishwa kwa marekebisho ya sheria ambayo nimeitaja, kumekuwa na changamoto kidogo kwamba wadau wetu wale wachimbaji wa madini, wauzaji wa madini, wamekuwa hawawakubali watumishi wa serikali ambao walikuwa wanafanya kazi aidha kwenye ofisi za kanda za madini au kwenye wakala wa madini ambao umefutwa na sheria, lakini taarifa ninayotaka kutoa ni kwamba watumishi, nasisitiza, watumishi hawa ni watumishi wa serikali na wanaendelea na majukumu, lakini chini ya usimamizi sasa wa Kamishna wa Madini. Na majukumu hayo ninayoyataja ni pamoja na kukusanya maduhuli ya serikali, yaani royalty, yanayotokana na madini ya ujenzi na madini ya viwandani na pia kuhakiki vocha za malipo ya mrabaha au royal, lakini pia kukagua migodi ya wachimbaji wakubwa, wachimbaji wa kati na wachimbaji wadogo wa vile vile kukagua miradi yote ya wazalishaji dhahabu kutokana na marudio kupitia teknolojia tunaita vat leaching. Pia kukagua maeneo ya viwanja vya ndege, bandari na mipakani, ili kudhibiti utoroshwaji wa madini. Vile vile kupokea malipo ya tozo mbalimbali kwa mujibu wa sheria ya madini na kutoa huduma za ugani kwa wachimbaji wadogo na kusimamia masuala yote ya usalama migodini. Katika kipindi hiki cha mpito kabla ya tume ya madini haijaundwa, yani mining commission haijaundwa, shughuli hizi zote ambazo nimezitaja zitafanyika chini ya usimamizi wa kamishna wa madini. Aidha, katika kipindi hiki cha mpito, serikali imesimamisha utoaji wa leseni za utafutaji na uchimbaji madini hadi hapo tume ya madini itakapokuwa imeundwa na kuanza kazi rasmi, kwa sababu jukumu hilo liko chini ya tume. Hivyo, wizara inawasisitiza wadau na wananchi wote kwa ujumla kuendelea kutoa ushirikiano kwa watumishi wa Wizara ya Nishati na Madini kama ambavyo mmekuwa mnafanya siku zote, ili kuwe na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya wizara, hususan katika masuala ya ukusanyaji wa mapato ya serikali katika kipindi hiki cha mpito. Kwa hiyo naomba nisisitize tena, shughuli zote ambazo nimeziainisha zinasimamiwa na Wizara ya Nishati na Madini chini ya Kamishina wa Madini. Na kwa hiyo watendaji wote watakaokuwa huko uh, kwenye field wanaweza wakawa wametoka kwenye kanda zilizokuwa kanda, eh, eh, ofisi za kanda au wanaweza wakawa wametoka kwenye zilizo iliyokuwa uliokuwa wakala wa ukaguzi wa madini. Lakini kwa sababu wote ni wafanyakazi wa serikali na wote wako chini ya Wizara ya Nishati na Madini, mwapokee kwa sababu wanakuja, hawaji kwa vyeo hivyo ambayo vilikuwa navyo awali. Shughuli zote sasa zinasimamiwa na kamishina wa madini katika kipindi hiki cha mpito mpaka pale utaratibu utakapokuwa umeundwa watume kwa hiyo hiyo, niliomba nilisisitize, na wananchi walielewe, ili waweze kutoa ushirikiano. Asante sana kwa kunisikiliza. Ndugu wa habari, nakaribisha maswali yasiyozidi matatu, lakini ambayo yatatokana na haya ambayo ameyazungumzia saa hii katibu mkuu. Maswali yasiwe nje ya haya, haya ambayo yamezungumzwa. Karibuni. <coughs> Aswa kama nilivyosema kama awali, shughuli zote zitafanywa chini ya kamishna wa madini. Kwa maana hiyo eh, kwa mfano tulikuwa tukitumia mihuri ya eh, pamoja na zile lakiri za uliokuwa wakala ambao ndio TMAA. Sasa hivi vitu hivyo vitabadilishwa, tutatumia mihuri, tutatumia risiti na kadhalika ambazo zipo chini ya eh. Kwa maana hiyo itasomeka kwa niaba ya kamishina wa madini. Kwa kila kitu kitakuwa ni kwa niaba ya kamishina. Kwa hiyo kama akifanya yule atakayekuwa anafanya atakuwa anafanya kwa, kwa niaba ya kamishina wa madini. Kwa hiyo mihuri, e, risiti, vocha, uh, lakiri yote vitakuwa ni vya na nembo ya Wizara ya Nishati na Madini, lakini kama ni mhuri utakuwa ni wa kamishna wa, ni wa madini. Kwa hiyo itakuwa ni kwa niaba ya kamishna wa madini. Kwa hiyo wasije wakawa na wasiwasi wowote, tutakuwa tunawatuma kwa niaba hiyo.